Gavana, mambo. <laughs> Pwasamu, mm. Eh, kwa sababu mwanangu. Ndio umefika. Sasa hebu nitumie hiyo pesa yangu yenye nimekukopesha. Pesa yenye nimekukopesha? Eh, si nimekuwa soko nikakupigia simu nikakwambia nimeona samaki nzuri zimenifurahisha nichukue. Ukaniambia ni sawa nichukue tarudishie. Sawa? Sasa hiyo unasema umenikopesha kwa maji? Sasa si nimekukopesha ni deni yangu, gavana, nilipia tu, niko na vitu nyingi kwa kichwa kimi nitasahau. Na mama yangu okay acha nikuulize hata hiyo yu vitu haikuwa kwa budget chakula iko kwa nyumba. Wewe ume, umeniambia umefika umepita sokoni ukaona tu samaki. Na sasa gavana, mimi nimefurahishwa nayo samaki. Moja wanauza 300 so nimechukua samaki nne yote ni 1200. Na mimi sijakataa lakini tunakuuliza haijakuwa kwa budget si ndio? Alafu unasema ati umenikopesha. Sasa wewe pia uko na pesa gani unanikopesha mama? Ah sasa si hata hiyo na hata hiyo ni madharau una ni tusi gavana ama. Mimi nimekupigia simu nikakwambia nimeona samaki nichukue ukasema sawa. Nikakukopesha pesa yangu nikachukua. Asi, nafaa unirudishie tena, kulipa deni. Unataka kwanza kuleta excuse sama? No, okay, okay, nitalipa tu, lakini nikuulize wewe, huwezi nunua chakula hata kwa hiyo siku moja? Sasa, ningekuwa na hiyo uwezo wa kununua ningenunua. Sina hiyo uwezo mimi, siendi kazini. Ma, ni pesa umetoa wapi? Ni pesa za chama za wamama. Ilikuwa inafaa ma... nitumie mama. Bona leo pesa yako tu ndio kwa hiyo chama ya mama, wewe na upande pesa na wewe. Wasi wananipatia anga ndio nafanyanga vitu zingine, maendeleo zingine ndio. Wewe huwezi ona maendeleo okay, mimi nafanyanga. Chakula iko kwa nyumba. Kile kitu umenipigia simu vizuri, sio, kaniambia gavana, kuna samaki nimeona hapa ziko mzuri. Nikasema sawa basi chukua, nitakupatia pesa, sitakata na kutumia hiyo pesa. Lakini tu hata tu sasa tu peke yake uweze kununua hata samaki tu zako tu. Hakuna. Basi kule kwa nyumba ndio chakula. Hata Biblia inasema mwanaume anatakiwa providea familia yake. Mwanamke haifai anunue kitu kwa nyumba in fact. Inaweza kuwa hata ni dhambi. Hata mwanamke haifai kununua kitu kwa nyumba. Haifai. Au provide tu kila kitu. Sasa ndo nanambia deni deni. Hey, eh, ni deni. Na unasemanga ngati mama yetu anipaki deni. Pia wewe deni kulipa tu 2500 pekee yake imekuwa ngumu. Gavana lipa deni. Na kwanza hata ni kama hata hizo samaki hujanunua, hata hizo samaki zenyewe ziko wapi? Sisi ziko hapa ndani ya kikapu. Kwa unataka kula mbichi? Tulia hapo upikiwe samaki na ulipe deni yangu. <laughs> Hadi mama yetu atakununua tu chakula kwa nyumba uweze kununua kusema tu kweli. Paku nilipisha.